Kama ulivyozungumza mara ya kwanza, bipo. uh -huh. Tunakwenda kucheza mechi ngumu uh -huh. Yawezekana kwenye historia toka Mungu alivyoitengeneza dunia hii uh -huh. Ikaundwa timu ya Simba Sports uh -huh. Hatujawahi kucheza mechi ngumu kana kwa ngumu kana kwamba tunakwenda kuchana nao zidi ya barakani ndio kuliko ile ya, ko ya mlo, mlofuzu kwenda group stage. Ugumu wa namna mbili uh -huh. moja, Tunakwenda kucheza na watu ambao tayari wamesha kuwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika. Lakini pili, mm -hmm. tunakwenda kucheza na watu ambao, mm -hmm. wana msaada wa kutosha kutoka kwa wapinzani wetu, kwa maana Dar es Salaam Yanga Africans usiume eh, meno sina sema mimi, sina sema mimi. Wewe una maneno ya nini eh? Kuna watu wanaumia na maneno yako, Kisugu. Ni wape kumbukumbu wana Simba mwaka juzi wakati tunacheza na Barakane, video zipo, yuko mmoja y kiongozi anaongea na wachezaji wa Barakane, njoeni tutakupokeni na msaada mkubwa tutakupa. Kama mtu ametoa msaada arahamisi, maana yake huyu ana uwezo kutoa msaada Ijumaa. Haya maneno eh, lazima tuyazungumze, wana Simba wayajue ili kuhakikisha Simba anakosa kombe. Ziko video, huyo kiongozi anaongea na wachezaji wawili asi Barakane mmoja akiwa Tuzira uh -huh. Kisinda uh -huh. Lengo na nia ni kuwakumbusha wanasimba juu ya fainali unaokwenda nao zidi ya Barakane. Ili tuchukua kikombe hiki, tunahitaji wanasimba tujitoe. uh -huh. Tujitoe kwa hali, tujitoe kwa mali wa tayari katika hili uhum. sisi <laughs> tunakwenda kuwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika. Ubingwa hawezi kuchukuliwa kwa maneno ya kwenye kahawa. Waambie, waambie, hatuwezi kuchukua ubingwa kwa maneno ya kwenye mabaa haya hatuwezi kuchukua ubingwa kwa sababu ya kupiga stori kwenye vijiwe mm. tukitaka kwenda kuchukua ubingwa lazima tusimame kwenye vitendo, ili Simba awe bingwa kishikisho bana Afrika. Na wewe unaonyesha vitendo. Unaenda hadi Saudi. Twende kwa bibi zetu. Morocco inawezekana. Twende kwa babu zetu mm. twende mm -hmm. kina Sheikh Sharif bin Daus mm -hmm. twende, mm. twende. Sawa, hili Simba webingwa juzi, mm -hmm. nilikuwa nimempigia simu ndugu yangu Sharif Fidaus, mm -hmm. niko Deben, namwambia Sharifu vipi, mm -hmm. tunahitaji kwenda finali Fidaus. Wallahi wa billahi, Mwenyezi Mungu shahidi katika kauli ninayotoa. Sharifu aliniambia Kisugu usio na wasiwasi, simba anakwenda kucheza fainali ya shirikisho bana, inafika. Alilitabiri toka mwanzo hiyo na yule tuwalika, na tukafanya hilo jambo lao. Nikamwambia ataendaje? Akanambia piga kuruhu Allahu mia moja na saba Uh -huh. Akanambia ukimaliza piga surati lfatiha mia moja na saba. uh -huh. Alafu akaniuliza mechi unacheza una saa ngapi? Nikaambia mechi unacheza saa kumi. Akanambia piga akana kula udhu birabil faraki mara saba, pelekani yako mwombe Mwenyezi Mungu Simba na kwenda fainali. Alikupa dua, alikupa mbinu. Nina kila sababu mm -hmm. Sina sababu ya kuficha katika hili mm -hmm. Kwa sababu Mumba Mbingu nadhi analijua mm -hmm. Mimi namtafuta Sheikh Sharif, na kwenda na kwenda kwake na kwenda kwa na nitakuita nyinyi waandishi wa habari wakati nakwenda, kila mwana Simba, kila Mtanzania ajue maana yake, niko katika kuainikiza na wao, kama kuna sehemu wanahitajika kwenda waende mm -hmm. Nimwambie dadangu mm -hmm. Mama Doris. Mm, Mama Doris. Bibi kama yupo aende kwa bibi, nimwambie kaka yangu Jimmy. Yeye ni muumini. Yeye ni mchungaji, asimame kwenye dua na sala, japokuwa yuko mbali nje ya nchi. Mm-hmm. Boswana dua kwa Mungu inafika. Leo niwaambie, tuwe makini sana wana Simba na waandishi wa habari hawa hawa kazi yao wanataka content tu, wao wanakuja katika maswali ambayo wanakuja, sijui nani, sijui Makonde, sijui mdengeleko, sijui chuma cha Rufiji, sijui cha nani. Tuachane na mambo tu, focus Simba kuipeleka kuwa bingwa kwenye nchi hii. Hawa watakuja kutucheka na kutugeuka, kutuletea maiki zao, kutuuliza, si Kisugu uko unazungumza yakwaje? Huu si wakati wa maneno, huu ni wakati wa vitendo. Mmm, kwa maadui Kisugu pamoja na nyinyi waandishi tuna mnapeleka Mike nyi wachezaji wa Simba mnapeleka, anaitwa takataka ni mnapeleka Mike? Hatujafanya ah, atu, atu, hivyo wengine walipeleka Toma meno. Wengine walipeleka kwa niwaambie, sana wana Simba mimi mm -hmm. <tare> Mimi maumivu nimeshakutana nayo. Hussein unaniangalia, najua una furaha, lakini sisi tunahitaji kombe. Shomari, nendeni mkaandike historia ambayo mtakuja kukumbukwa milele kwa milele, mpaka Mwenyezi Mungu anaichukua dunia yake juu ya Simba. Yusufu Ari Kagoma uh -huh. Hamza wakati huu wa kwenda kuwekewa sanamu Msimbazi na kukumbuka kanakomba sanamu ambayo nikuta juzi Oliver Tambo ya kumkumbuka namna ambavyo alivyofanya kwenye nchi ya Afrika Kusini. mm -hmm. Historia itawakumbuka milele kwa milele. Najua tuna wachezaji shupavu, tuna wachezaji ambao wanajua kupambana jasho. Najua niliwapongeza na tutaendelea kuwapongeza kwa kazi nzuri aliyotufanyia daba, lakini bado hatujamaliza kazi. kazi bado ipo. kwa sio mchezo kaka. bado hatujamaliza kazi. na, na, na, na katika moja ya uchambuzi ndugu yangu mmoja bwana hmm. hmm. Ngwame <laughs> aliwahi kuniambia Mwenye anapenda sana kunita kaka bwanangwame, mwisho wa safari moja mm -hmm. Ndio mwanzo wa safari. Wana Simba hatuhitajika kubweteka, tunahitaji kufanya kazi ili kuhakikisha kwamba Simba anakwenda kwa bingwa wa shirikisho barani Afrika ina, Inawezekana. Hakuna haja ina moja katika virabu ambavyo mwaka huu vimeweka mm, rekodi kuwanyanyasa warabu ni Simba Sports, mechi sita Simba akapoteza mbili tu, baraka baraka anajafa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Shida sio kushinda shida, shida kuzuia magoli mengi. Nipongeze sana serikali ya mama Samia. uh -huh. Ndio hapa nabwesi eh? uh -huh. <laughs> <laughs> uh -huh. Kwa nini naipongeza serikali ya mama Samia? uh -huh. Imekwenda kutengeneza kuna kitu kinaitwa wizara ya michezo baada ya kutengeneza ikawapa watu makini, watu shupavu, mzee wetu Paulo Magamba Kabudi yupo pale. mm -hmm. Lakini ukimgusa Kabudi pale juu chini mm. Unamkuta Mwinjuma AK mwana okay. Fa moja mm. Katika wamba wanaopambana kwa kisha Simba anacheza fainali katika uwanja Benjamin Mkapa Mwinjuma na alikagua uwanja jana. Guys, uh -huh. Simba, Simba, Simba bingwa eh, washirikisho barani Afrika! Kasemani, manda, dugoro, Simba bingwa washirikisho barani eh. Afrika, umetaka ndio hivyo? Ukutaka ndio hivyo mzuie tu zisifike nne kama wenzenu katika virabu ambao wanaweza kupata goli saba katika uwanja wa Benjamin Mkapa ni Simba katika mashindano ya shirikisho bara ya Afrika. Mzee Mtitu anakuambia watacheza nje na ndani. eh? <laughs> <Kumbe. laughs> <laughs> wata <laughs> Mlaria eh? mbona mambo <laughs> <laughs> Kisugu, na, na, naomba ni kuache upumzike, naomba uzungumze na watu ambao wanatamani. Kwanza ni washukuru sana waandishi wa habari kusapoti ah, lakini nizungumze mm -hmm, ukweli katika moja ya watu ambao walopata bahati ya kwenda South Africa ni mimi mm -hmm. niwapongeze sana Watanzania walokuwa kule Afrika Kusini mm -hmm. kikweli wamefanya kazi kubwa ndugu mm -hmm. yangu Samu Kumaro kutoka Johannesburg, ndugu yangu Mzaramo mwenzangu, jina nimesahau kidogo, kutoka Durban, ni watu ambao waliojitokeza waliosimama imara, walitupa sapoti ili kuhakikisha kwamba timu yetu inafanya vizuri, hususan dhidi ya Sterabosh. Haikuwa mechi nyepesi, haikuwa mechi rahisi, watu walipambana kwenye damu na jasho ili kuhakikisha kwamba Simba inakwenda Finali. Kwa niwapongeze sana ndugu zangu Afrika Kusini kwa kazi kubwa, kwa kazi nzuri waliofanya. Hususan dada yangu mama Ishaka pale, ni mama mmoja ambaye yuko Durban, lakini anapika vyakula vyake. Unajua mimi niko Afrika Kusini, nimepiga maharage na, na, na, na, na, na bamia. Eh, umeenjoy chakula cha nyumbani. Kwa niwapongeze sana. Bado tunaendelea kupambana ili kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Ndugu yangu Sharum, mtaalamu wa kuuza makava ya simu pale Mbeya. Najua yuko vizuri sawa, yuko sawa sawa ikimpendeza Simba na kwenda kuwa bingwa wa shirikisho barani Afrika. Aa Moroko. Moja katika sehemu muhimu ambao wanasimba wanatakiwa kuwepo wanajeshi wa kupigana nje ya uwanja ni Moroko. Hawa ndugu zetu waliokuwa United States of America, hawa ndugu zetu waliokuwa Kingdom, hawa ndugu zetu waliokuwa Botswana, Hawa ndugu zetu waliokuwa Nigeria, hususan ni wanasimba, wakawe wakijua wanajeshi wa kweli kwenda kupigana nje ya uwanja. Moroko wanahitajika waende mapema, wao wanaweza hii ndio slogan ya Simba, kwa nguvu moja. Inakuwaje nguvu moja, wewe uko Marekani, miko Tanzania? Maana yake kusapoti kwenye jasho na damu mm. mimi najua dada yangu Arima ana mashaka kutoka Merelani atasapoti katika hili, ili kuhakikisha mimi nakwenda wapi? Moroko. Dada yangu mama wa demwai mm -hmm. mama Doris najua atapambana usiku wa mchana kuhakikisha kwamba mwamba anakwenda wapi? mm. Moroko wanaweza. Jana nilikutana na kaka yangu mm -hmm. Kiombo wa NBC jana mm -hmm. na moja katika watu wenye maana, watu ambao wa wako vizuri wako sawa sawa. Kiombo NBC anabambamba, wako wengi, lakini ninazungumzia Kiombo NBC wa Samora mm -hmm. <laughs> Sasa yule mwamba mimi najua naye tumesalimiana, kanambia, kaka nitafute, atakosa mimi kunipeleka Moroko. Mimi Moroko naenda, wadau wa Simba watatu tu mm. eh, yeah, nyangwendi bure mm. Moroko kunahitaji kela, shehe anaenda <laughs> <laughs> bura peke yake. Uh, umekosa dola 600 mia s sasa wewe fikira uko Ken kutoka Nigeria zinamshinda dola 600. <laughs> Idrisa kutoka Uswisi Godi anapanda boti. Godi jana analia eti kwa furaha kuingia fainali ila niwaambie, uh -huh. Mimi nikumbusha kitu, uh -huh. waandishi wa habari Jumamosi uh -huh nimeongea na bosi Kaisire mm, na hili tangazo, waandishi wa habari wote Tanzania Jumamosi mm, saa nne tunakutana Magomeni mm. Deus Kaisire atakuwa kashatoka kahama, kashakuja, tunakwenda kwa kishata mtamu, mwalimu Yanga kwenda kuchukua milioni moja yetu alisema, mfiki finali Jumamosi eh. Tangazo eh, kwa waandishi wa habari wote, swala la na nauli, bosi Kaisire kasema wote mtapata nauli, ana shida mm. Atakodi kosta tunakwenda kwa mwalimu Yanga kuchukua milioni moja yetu, na Deus Kaisiri kasema milioni moja ile yataki hata moja mia, kanambia laki tatu ni mpekingi faida kwa sababu ya Kigoma, laki saba ni ongeze mimi nauli ya kuenda Moroko. Kwa hiyo waandishi wa habari, hili ni tangazo, niwaambie. Jumamosi takutana na nini, nimesema buguruni eh? Takutana Buguruni, waandishi wa habari wote tunaelekea kwa mwalimu Yanga kwenda kuchukua wakati huo tunakodiwa kosta. Bosi Kaisiri yuko katika vet yake, mbele ngoma soma kumusho nyumbani kwake, na kwake Gongola Mboto anaingia kushoto pale chapewa mpaka sehemu anikokaa. Tunakwenda na Kigoma dada yake anagorofa.